Na Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele, nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. oh, haleluya! Kwa kufanya sala hii, umefanywa kuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na ningependa nikuombee baraka hii kabla tujahitimisha kipindi chetu cha leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wale wote waliompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao asubuhi ya leo. Atamka baraka na utukufu na ushindi na ubora juu yao, shetani hana madai yoyote dhidi ya maisha yao, kuanzia saa hii, kuanzia leo hii, maana hao ni viumbe vipya, ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya nawabariki kwa neno lako, nawabariki roho wako, nawabariki jina lako. Na asante Bwana kwa wale wote waliotusikiliza asubuhi ya leo, natamka baraka juu ya familia zao, natamka baraka juu ya maisha yao, natamka baraka juu ya wapendwa wao na wote wanaohusiana nao, katika jina la Yesu wametiwa nguvu, wameimarishwa, wana ujasiri wa kusimama katika kweli ya Injili katika ulimwengu wao, kwa juhudi, kwa bidii, kwa hamasa, kwa uthubutu zaidi ya ambavyo wamewahi kufanya katika historia ya maisha yao. Asante Bwana, maana wanautawala, wanaishi katika utawala na fikra ya mbinguni kila siku itwao leo, na jina lako linatukuzwa kupitia maisha yao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kila mtu aseme amina. Mungu kubariki sana, na unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa Karibu sana Fidea.